Ndo oh, msemaji mkuu wa boss tajili, unaambiwa twende Mombasa kwanza. Tuko hapa hapa. Mm, Nairobi. So guys, sisi tuko invited. Kwanza kabisa tunaomba tumshukuru mama yetu, dada yetu, rafiki yetu kutu invite Nairobi hii kwa sababu mabwana zetu wenyewe wenyee Januari hawasingeweza dia. <laughs> Uongo uongo masha. Really, really, really. Moses, samahani shemeji yangu, tunajua really, tucheze vitu viduku na Ricky samani perform pafomda <laughs> So tuko hapa kwa ajili ya birthday, na pia sisi ukiangalia, ni dada yetu ndugu yetu, atuangalie sisi, East Africa ni wamoja. Kenya sisi ni nyumbani, tuko hapa jamani. Mimi sijui niwaambiaje, sijui mnipe gidi. Jamani, nimeacha pombe lakini leo ndo matalewa oliomtemnteongea chochote aniisi jamani, nimefurahi

kwanza mm, nimefurahi kuwaona, karibuni sana mm. Nina mambo mengi Nairobi, nadhani kaka Juma anajua, tumeanza mbali. Masharavu aliwahi kwamba asada duka langu mm, na Juma lokole, lakini safari hii nikasema hawakosi tena Dibu, lazima tuje Nairobi tufanye mambo yetu. Kwa hiyo hii ni mwanzo, lakini tarehe ishirini na tano ndo kitaeleweka. Wewe mmeelewa, ndugu waandishi, huyu <laughs> ndio wenyewe. Kwa watoto wa mjini anaita sponsa <laughs> <laughs> hey, na hana ndevu huyu, ni mwanamke kwa mujue watu tu, wakipanda kipa, wa ndege Juma si lazima we mabwana, wengine ni mama zetu jamani. Juma na nilote mi niwaambie ah, <laughs> tu kwamba tarehe ishirini na tano mwezi huu hapa mm. wa kwanza tuna jambo kubwa sana huu ni kama eh, kama, ni utangulizi tu. ni Wijumamosi tutawatangazia ah, tuta tutapostia, lakini mimi sina kidogo mwandishi, mimi pia mwekezaji. kwa hiyo au madam ni kaeni karibu na akaunti za lokole tuliweka kwa exclusive. Ndugu mwandishi, tuko <laughs> live kabisa kutoka airport Nairobi, Kenya hapa, unavoona hawa ni ma influencer wakubwa, watangazaji wa kutoka Wasafi na huyu mama ni ana maduka japo mwenye analita kiduka wewe, ukiliona ndugu yangu, unahamia unaishi humo. So tuendelee kuwa na mimi, karibu utaendelea kujua vingi vinavyojiri kwa huyu mama. Kwa nini tuko hapa sisi? Ni watu ambao hatuna bambamba, ukiona yuko ujue utamu upo. <laughs>

Basi nakwambia, ndio hivyo, tumefika Mombasa. Hapa ni Kenya Jomo Kenyatta. Unalipi ah, la kuambia Watanzania waliosema Januari au tupanda ndege na kwa dada Januari, afu tumepanda ndege na tuko hapa <coughs> kiukweli kabisa, kwa sababu wategemea mambo mazuri Atuna, na kama unavyojua tuko na usiende Mombasa tuko hapa hapa Nairobi. Na tumesema tuende huko kwanza. Tuko hapa hapa Nairobi. Na kama unavyojua tukiwepo hapa Gigy hivi khivi, tumeacha Zanzibar, twende Mombasa, tuko Nairobi, kula mama pia, kwa kwa jamani, mkae kadanse mama pia, msisahau hii clip kesho, tutakwepo kwenye maduka ya tajiri yetu namba, leo namba moja, twende Mombasa. Dia, sikilizeni nyonyo, andishi maiki zenu, naondoka nazo.